Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waheshimiwa watukufu wa Islam, mara nyingine tena tunakuja mbele yenu ili tuweze kubainisha kuhusu jambo hili hili ambalo linazidi kuzungumziwa katika mji wetu linalohusu imamu kuswalisha akiwa katika mahala palipoinukia kuliko maamuma wake, baada ya kubainisha kwamba ni jambo ambalo liko wazi, limetokea wakati wa Bwana Mtumi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasahbihi wasalama na maulama wamelipasisha, na hata shekhe wa kisalafi ambaye ni Ibni Bazi rahimahullah, mufti aliyetangulia, mufti wa Saudia, pia amelipasisha. Lakini Goma limeendelea kuleta makelele na kuendelea kubatilisha sala ya watu, kuharamisha kitendo kile kwa nguvu ya hadithi hadithi ambayo imepokewa na Alimam abu Daud na pia Alimam Lbaihaqi al e, katika sunani zao, hadithi inayosema idha ama rajulu lqaum, pindipo mtu atakuwa imamu wa watu, fala yaqumanna fi makama arfaa min makanihim, basi asisimame mahala palipo juu kuliko maamuma wake, yaani, ya hadithi hii imeleta katazo ya kwamba imamu anaposwalisha asiwe mahala palipoinukia kuliko maamuma wake. Hadithi hii ikatumika kuonyesha ama kubatilisha uh, video yangu niliyoifanya mwanzo na kubatilisha swala mzima niliyoiswalisha aidi, kwa kuwa nimesalisha nikiwa juu ya podium ile ambayo imetumika kuwa mimbar katinyo, kwenye uwanja wa Idi. Tabaan, hadithi hii ni sahih na katazo hili ni sahih yani, hadithi ikiwa sahih, ni vote vilivyo ndani pale, na katazo hili ni katazo la kweli. Lakini swali ni je, katazo hili liko jaziman au ghair jaziman? Kwa sababu turudi kwenye usuli, usuliyin katika ilmu ya usulul fiqhi wanakuonyesha kwamba si kila nahyu iko nahyu jaziman, si kila katazo ndio linaleta kwenye haramu, kwa sababu ni katazo ambalo limekuja na maamrisho. Hapana, ni pengi kumekatazwa, kumekuja la kumekuja lam ni pengi sana, lakini katazo lilo halilete. Lakini katazo lile halilete uharamisho linaweza likaleta makuruhu, ni kuchukiza He, kuna nahyu ambayo ni makruhu na nahyu ambayo ni haramu. Maudhu yetu si usul alfiqhi, lakini twataka tuzungumzie hii hadithi. Shaikh Ibn Uthaimin ambaye ni mwanafunzi wa Sheikh Ibn Baz, huyu Aluthaimin naye ni shekhe anayetegemewa katika madhehebu yenu ya Salafia, katika kitabu chake kinachoitwa Asharhul Mumti' ala zadi lmustanqi anasema: walakin hadha lhadithu la, la taqumu bihi hujja, hadithi hii ya kwamba mtu anaposwalisha watu asiwi mahali palipoinukia kuliko wao, haiwezi ikasimamiwa kwamba ni hoja, ni haramu imamu kuwa juu kuliko maamuma wake. no, Ibn aluthaimin anasema ama alimamu ibnu Bazi, mwalimu wake ambaye nimemrejelea katika darsa iliyotangulia, katika fatawa zake, alimamu ibnu bazi anasema: hadha hadithun sahihun, hadithi hii ni sahihi, walakinahu mahlulu ala lirtifaun kathir, isipokuwa hadithi hii itumike, ibebe, ifanye kazi, izingatiwe pale ambako kuna kusudiwa ni mwinuko ulio mjuu sana. Sio kwamba imam akiwa mahala palipoinukia kadogo tu moja kwa moja inakuwa asisi. A -a. Lakini ya hadithi hii mtume amekusudia, kama anavyosema Ibni Bazi, mtume kakusudia kwenye hadithi hii alirtifau lkabir muinuko ulio mkubwa, au lirtifau lkathir au muinuko mwingi. Amalyasir Ibn Ibni Bazi anaendelea, anasema ama lyasir fala bas, lakini ikiwa ni kuinuka kidogo tu, huko hakuna shida. fakad sala lnabia sallallahu alayhi wasallam ala lmimbar al, na Mtumi sallallahu alayhi wasallam amewahi kuswalisha kwenye mimbar. Anarejesha ile hadithi niliyotoa katika darsa iliyotangulia ndio. Ibni Bazi anasema faidha kana lirtifau dhiraan ikiwa urefu ule ambao unazidia mabaina ya makami ya maamuma na makami ya imamu ni dhiraa moja, fala yadhuru dhalika, ile haidhuru jambo lolote kwenye swala. Imam anaweza akawa juu yako wewe, huko chini, yeye juu espas, kutokana na mujibu wa ibni Baz. Kwa sababu hapa kuna ikhtilafu katika mikidari ya urefu ambao unazidiana kuna ikhtilafu baina ya wanachuoni lakini Ibni Bazi, kwanza shekhe wa madhehebi yenu, asema ikiwa watazidiana ni dhiraa moja, la yaduru dhalika, haidhuru kitu, ile ni sawa tu, imamu kuwa juu kuliko maamuma wake ikiwa ni dhiraa moja. Huyo ni Ibni Bazi anasema, ama idha rtafaa limamu kathira, ama ikiwa imamu atawazidia mamuma wake zaidi ya dhiraa moja kwa, ib... kwa mujibu wa Ibni Bazi fala yambaghi hiyo haiwezekani. Yakrahu dhalika, hiyo itakuwa ni makuruhu. Hapa tunarudi kwenye sharia sasa. Ibni Bazi anasema, ikiwa diferensi ya urefu makami ya maamuma na makami ya imamu ni kama ziraa moja, basi hiyo sio shida yoyote. Na ikiwa itazidia ziraa moja, Ibni Bazi anasema basi hiyo ni makuruhu wala si haramu. Kwa hiyo hata ikiwa ni zaidi ya dhiraa moja, swala iko pale pale, si haramu, bali ni makuruhu, na tunajua makuruhu haivunji sala, na ndo maana imeitwa makuruhu, yaani ni katazo ambayo mwenye kulifanya hana dhambi na mwenye kuliacha hana thawabu. Ndo maana ya makuruhu. Tukirudi kwenye ulumi za fiqhi ambayo ilmu khasa so inaitwa usuli lfiqhi. Ahkami sharia za Uislam si halali na haramu tu, kwamba kila kinachokatazwa ni haramu? Hapana, kuna vile vinakatazwa, si haramu, vinaingia katika hukumu ya makuruhu. Sasa jamani, jambo ambalo ni makuruhu halivunje sala haliharibu sala wewe unalifanyia mjadala wewe mwanachuoni tena, unalipeleka kwenye mtandao wa kijamii wewe na maamuma wako, kwa nia gani? Kuwapeleka maamuma wako na wote watakao kusikia kumchukia yule shekhe. Aliyelitenda haramu za fanywa wajibati za achika, hili haulizungumzii, lakini kufanywa makuruhu ndo unalizungumzia, na lililofanywa hasa kwa mujibu wa Ibn Baz si makuruhu kwa sababu tizama, ile podiomu ambayo tumesimamia haikuwa hata na urefu wa dhiraa moja, aa, chini kabisa kwa dhiraa moja. Na hii dhiraa moja bado ni mtazamo wa ibni bazi, kwa baadhi ya wanachuoni wengine wamekwenda hata zaidi ya dhiraa moja. Ila ambako mimi nimetaka kwenda ni kwamba hakuna uharamu imamu kuswalisha akiwa juu maamuma wake chini. Kwanza hakuna, kwa hali yoyote Iwe ni dhiraa moja, iwe ni nusu ya dhiraa, iwe ni nyingi kuliko dhiraa, hakuna uharamu. Bali wanachuoni wamekubaliana kwamba imamu akiwa juu sana, hiyo inakuwa ni makuruhu, na akiwa mwinuko ulio mdogo tu inakuwa ni sawa, hakuna jambo lolote, swala yako iko sawa sawa. Kama hivyo mimi narudi kwenye kuaraswire Waislam walioswali ndani ya stade tukiwaswalisha tukiwa kwenye hiyo podium, basi fahamuni swala yenu haikupungukiwa. Sasa ninyi mmetoa wapi kubatilisha swala tulioswalisha katika uwanja ule wa Delunite? Kwa sababu tizameni, hata kwenye foto tizameni picha hiyo, hapakuwa urefu waku wa kusema hata iwe makuruhu. Tukarudi katika fikihi hapa, maimamu wa madhehebu yote nne wanaonyesha hakuna urefu hata wa makuruhu. Kwenye swala yangu ile tulioswalisha, nikitegemea madhehebu yangu madhehebu ya Alimamu Shafii, sikuwa hata kwenye urefu wa daraja ya mimbari. Mimi sikuwa kwenye urefu wa daraja ya dukani. Mimi sikuzidia hata dharai moja mimi. Kwa nini tuwete wasiwasi katika akili ya Waislamu ili tuwachonganishe maamuma hawa na imamu huyu, tuwachonganishe Waislamu hawa na shekhe huyu. Tena hili lilifanywa na mashekhe. Ittaqu llah, mcheni Allah. Tena hili, kinachosikitisha si mgogoro wa kimadhehebu. Kwani Goma tunafahamiana, kuna mgogoro wa kimadhehebu kama ilivyo duniani pote leo Wana, si mgogoro wa kikomiko hii. Ni husda, hii ni ghira. Kaswalisha fulani, kwa nini hakuswalisha mimi? Na mnapoonyesha ile ghira, mnapoonyesha ile hasadi, basi mimi nafurahi sana, naona kwamba ile ni nema, kwa sababu sisi tuategemea hiyo kaida inayosema, wa kullu nimatin mahsud, kila nema Inahasadiwa. Hayo, hey, ikiwa kuna husda kwa kule mimi kusalisha basi nakubali kwamba ni neema, nimeneemeshwa kusalisha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.